Kwa mfano, unatumia labda nani supplement ya vitamini C. Ndio. Sasa hii ni tofauti kabisa kwamba kwa mfano mimi nimechukua chungwa nimelichukua chungwa asilia nikalimenya nikala lile chungwa loti pamoja na zile nyama nyamanyama zake, yaani yale makapimlo pale mimi nilio kula chungwa nitapata faida nyingi, kwa sababu kwanza nitaipata hiyo vitamin C, lakini nitapata yale makapimlo mm -hmm. Yale makapimlo yataenda kulisha wale bakteria ambao wanakaa tumboni ambao kazi yao ni kuchakachua kile chakula. Mmengenyo mmengenyo wangu utaenda vizuri, utakuwa haraka haraka, nitapata haja kubwa kwa urahisi mm -hmm. Mimi ndio kula chungwa mm -hmm. Lakini pia nitajizuia, eh, kup, mm -hmm. nani kupatikana kwa kansa ya utumbo mpana mm -hmm. Sababu kile kilichomengenywa pale kimengenywa vizuri, kimetoka kwa wakati, amna uchafu wote uliobaki. Lakini wewe uliokunywa vitamini C mm -hmm. ile kidonge umepata hapo makapi mlo? Wewe una makapi mlo? hauwezi kuwa umepata makapi mlo. Kwa hiyo mimi nina faida nilokula chungwa kuliko wewe ulokunywa nini, vile vidonge mm -hmm. Lakini hapo hapo pia tukija kuangalia kwamba, ndio maana nasema yani tusitumie hizi supplement kiorera, kwa sababu kwanza, wengi wetu hatuna tabia ya kucheki afya zetu sawa sawa. Kwa hiyo hatujijui kwamba figo ina shida hatujui. Hmm. Hatujui kama moyo una shida hatujui, kama tuna vivimbe vyovyote, kwa sababu hizi hizi supplement kuna ambazo zitasupport. Sasa kama una kauvimbe, kama imeanza mkula vitu vya vitamini ya kutosha, ina maana utaongeza, lakini hii supplement utajikuta kwamba wewe ni mgonjwa wa pressure, kuna dawa zako za pressure, kila siku unatakiwa kunywa dawa za pressure au kila siku unatakiwa unywe dawa hizi tunasema antivirus Eh, unatakiwa unywe dawa zako za kila siku. Mm. Sasa unavyokunywa supplement kwa mfano ya vitamin K inazuia ufanisi wa kazi kwa zile dawa zako za kawaida.